Ni on air with Millard Ayo Mr. Countdown, pamoja na mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Karibu sana mbunge wa Chalinze. Asante sana brother. Mambo yanasemaje kaka? Bwana mambo kwa kweli anakwenda vizuri. kuna vitu gani ambavyo alishawahi kukuambia usivifanye kwenye siasa, yaani kama alikuwa anakuonya na kusii? La kwanza kabisa ambalo mzee amenambia, kwanza ambalo amenielekeza na hilo jambo hmm, kwangu mimi ningependa pia kupitia Millard Ayo Mm. E, ni niwaambie, ni, ni pia wanasiasa wanaona nini wanaokuwa mm. na hata wale ambao wapo leo hii wanaotusikiliza mm. kwanza, la kwanza kabisa ni kuweka akiba ya kesho, kuweka akiba, kesho. Okay. Kuweka akiba kesho. Siasa, mm. mwingine, ya kesho kwa sababu kwenye siasa wakati mwingine yako mambo ambayo kama kiongozi unatamani kufanya, lakini siku zote kama kiongozi ni lazima uwe na uwezo mm. wa kutafuta mbinu zilizo nzuri ambazo jambo utalifanikisha na wengine wata appreciate. Hata kama ikibidi kwamba watu wataumia, lakini waumie, lakini watu wa appreciate. Mm. Kwamba bwana, limefanyika jambo hili na jambo hili lilikuwa na nia njema. Mm. Ili jambo ni kwa kweli mzee wangu mimi ameniachia jambo hilo. Lakini la pili, yani kuweka akiba ya kufanya mambo kuweka mazuri. Kuweka akiba kufanya mambo mazuri. Kwa sababu okay, kwa mfano ngoja ngoja nikupe mfano mmoja. Mm. Kwa mfano leo hii mm. uh, haitakiwi kwa mfano mimi na wewe Millard. Kesho tutamani kwamba hata Millard ukiniita kwenye interview nisije ofisini kwako, haitakiwi iwe hivyo, inatakiwa kuwe na mazingira ambayo kwamba hata kama mimi na wewe tuna tatizo, lakini ifike sehemu baada ya siku mbili tatu, ifike hata kama mimi ndo umeniudhi nikikaa zangu niseme bwana lakini najua Millard alivyofanya vile, nafikiri hakuwa na nia mbaya, au kama mimi nimekuudhi wewe, kwamba ifike sehemu wewe ukikaa unasema ah, nafikiri zwani akufanya lile kwa nia mbaya. Hmm. Yani isifike sehemu nikatamani mimi yani wewe miradi ikiwezekana ufe eh, au upotee <laughs> e, yani yani, yani, isiwe namna hiyo, unajua na ndio maana katika mazingira hayo unaona kwamba watu wanafika sehemu, hmm. watakukumbuka tu hmm. yani yani watu watakusema leo vibaya hmm. Lakini kesho kuna mtu ataibuka atasema ah, lakini hmm. ili jambo hili mbona kama tumelihukumu vibaya, huyu mtu alikuwa na nia nzuri. Hmm. Hilo hilo ni jambo la muhimu sana kuweka akiba okay, jambo la msingi sana hili jambo la kwanza. Jambo la pili hmm. ni kufanya mambo ambayo yanagusa wale ambao umelenga kuwasaidia kwa mfano mii leo, mi mbunge wa Chalinze hmm. Chalinze pale kuna shida ya maji, kuna shida ya, ya, ya kilimo hmm. kuna shida ya afya, kuna shida ya elimu, kuna shida ya nini haya yote haya yanaweza yakawa ni sehemu ya mambo makubwa ambayo yanawagusa watu wa Chalinze. mm. lakini unafanyaje? Na nini misingi yako ya wewe kuwa mbunge pale? Ni lazima ufanye mambo ambayo yanawagusa watu. unaweza katika mambo matano sita yaliyo ambayo ni shida za watu wa Chalinze. mm. usiyaguse yote, ukagusa jambo moja au mawili, lakini ambayo moja kwa moja yana athari kwao. kwa mfano, ngoja nikwambie kitu moja. Kwa mfano leo hii mji kama Kiwangwa kwangu ule hmm. unalima sana mananasi. Hmm. Wale watu leo wanaweza kuwa na shida ya shule, wanaweza kuwa na shida ya hospitali, wanaweza kuwa na shida ya nini. Lakini yeah, mwisho wa siku yeah, jua kabisa kwamba hata kama huduma za hospitali ziko nzuri Kiwangwa, wale watu wanahitajika wapate uwezo wa kutoka Kiwangwa kwenda Bagamoyo kwa ajili ya referrals cases. Okay. hmm. ya kwa mm. Impact yake direct mm, lakini nataka nikwambie kwamba ukisha ukisha, ukisha msaidia huyu mtu mm, akauza mananasi yake akawa na hela mfukoni mm, mzee, hata kama ukimwambia kwenda Ulaya akiwa matumbwa atakwenda tu kwa, kwa sababu uwezo mm, anao. Lakini sasa wewe unaweza kutoka pale kwa sababu ana... hapana, hebu ngoja nimalize. Hospitali ukaimalize hospitali, pakawa na kila kitu, lakini je, huyu mtu leo hii amezidiwa, yuko katika hali mbaya anataka kwenda Bagamoyo tu, Bagamoyo tu pale, wachilia mbali Dar es Salaam. Je, mm. anafikaje Bagamoyo? Imagine leo hii kwa mfano, wakati sisi tunaingia kule, unakuta mama mja mzito anatakiwa aende Bagamoyo kwa ajili maybe ya operation, kwa sababu haiwezi kufanyika operation pale Kiwangwa mm. inabidi apande kwenye daladala. Daladala hizi haziwezi kumwangalia mama mja mzito kabisa. Wakifika sehemu kwenye kituo, watasimama yeah wakifika sehemu kuna mteja atasimama, huyu mama anazidi kuteseka mm. kwa hiyo nini cha kufanya? Wewe pale ukipeleka tu ambulance, hata kama umama hana hela mm. mfukoni, hata kama maisha yake ni magumu mm. lakini kitendo cha kwamba kuna ambulance ambayo iko standby inamsubiri yeye, imtoe kiwango impeleke Bagamoyo, mm. kwake yeye ni appreciation kubwa sana yeah. kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwangu mimi ni philosophy ambayo ninatembea nayo kama kiongozi mm. ni kufanya mambo ambayo ya direct impact kwa wale ninaoongoza, kwa maana kwamba wakifika sehemu wata appreciate. Na ndio maana leo hii kwa mfano ukienda Umoja wa Vijana, mm, naweza kuwa yote niliwafanyia mazuri wakayasahau, lakini hakuna mtu anaweza kusahau kwamba Ridhiwani alituletea magari hapa vyo, mm, makatibu wetu akafanya kazi. Okay. Unaona hata ukienda kwenye chama watakwambia kaisha bwana Umoja wa Vijana ulikuwa na magari na ulitusaidia kwenye chaguzi. Okay. Kwa maana kwamba leo hii chama kinapotaka kwa sababu chama hmm. kiwe chama la msingi zaidi ni kuweza kukamata dola huwezi mm. kukamata dola leo hii kama we hata kutoka, kutoka chuo kikuu pale kwenda Msewe imekuwa ni ngumu kwako. Lakini ukiwa na gari na hakika kabisa kwamba utakitafuta, sasa labda ni kumfuata Millard Ayo au kumfuata mfanya biashara gani, bwana mzee, tusaidie mafuta ili tuweze kufika Ubungo, tusaidie mafuta tuweze kufika Tabata ili kwenda kupeleka ujumbe ambao nataka kupeleka. Lakini mzee, unaweza kufanya jambo alafu hata kwa kushangilia tu kwamba umewasaidia, lakini mwisho wa siku haina impact yoyote mm. mm. okay. mm. katika jamii au chombo unachokiongoza. Okay. jambo la tatu, alilokuambia jambo la tatu ni kutosahau tulipotoka. Okay. Eh, kwa sababu hili ni jambo kubwa sana unajua. Mm. Mi mzee wangu katika mambo ambayo makubwa unajua mm. Na, na hili jambo nafikiri sio mzee wangu tu mm. Nafikiri hata babu yake mm. amelifanya hilo na hata mababu zake waliotangulia wamelifanya hivyo. Mm. Kwa maana siku zote kujaribu kuwaambia watu kwamba bwana ni muhimu sana Uka, ukakumbuka ulipotoka, kwa maana kwa maana kwa maana kwa maana ya kwamba unachokifanya chochote lazima kiwe na history mm. na history ni, ni nini ambacho kimefanyika nyuma mm. Kwa mfano mimi nikimzungumzia kama wa mzee wangu mm. Mzee wangu mimi ameishi kwenye maisha ya kawaida sana yeah. na amejitahidi kutulea sisi katika maisha yale ambayo yeye ameyaishi mm. kwa maana akatufanya kwamba sisi tusijisikie kwamba leo Ridhiwani kwa sababu ni mtoto wa rais basi kwamba unaweza ukapanda watu vichwani Dar es Salaam, hilo mzee wangu hakutaka kuliruhusu hilo. Siku zote alikuwa anatuambia kwamba tuheshimu watu, kwa sababu yeye ndio misingi aliyokulia, lakini pia ametufundisha kwamba bwana, tuwe wenye kuheshimu kila mtu. Na ndio maana kwangu mimi, kwangu mimi mtu yoyote ambaye umri anafanana na mzee wangu ni baba yangu, na mtu yoyote ambaye kiumri anafanana na mama yangu ni mama yangu, na hivyo kadhalika pia hata mtu anayefanana na umri na mdogo wangu ni, ni mdogo wangu na, na, na tunaendelea kuheshimiana katika misingi ya namna hiyo. Hilo hilo, mm. jambo la msingi sana ambalo mm. mzee ametuelekeza, ametufundisha na hata pia ukiangalia makozi yake pia mm. ni ndio ndivyo alivyokuwa. Lakini okay. Jambo la nne ambalo, ambalo kwangu mimi nafikiri ni la muhimu sana, ni la muhimu sana. Mm. kupenda jambo unalolifanya kwa sababu okay. unajua kwenye maisha unaweza mtu akakufosi kufanya jambo fulani. Kwa mfano, wewe miradi labda unaweza kuwa ulipenda sana kufanya mpira, kucheza mpira mm, lakini kuna mtu akakufanya bwana, hapana, hebu tuanzishe studio tutangaze. Mm, eh, mzee, inaweza kufika siku moja tukaje hapo tukakuta kuna tandabui all over. Kwa nini? Kwa sababu eh, sio kitu ambacho wewe una unakipenda, eh, eh. Ndio maana sisi, kwa mfano, mzee wetu sisi, nyumbani kwetu, mm, ukiangalia vijana wewe, sisi karibu familia nzima, mm, kila mtu ana jambo analofanya na mzee amejaribu kusapoti katika kila jambo ambayo amefanya. Kwa mfano mimi, mimi tokea nikiwa mdogo eh nikiwa na miaka mitano, tokea nilipoingia kwenye machepukizi huko mm, nimekuwa siku zote napenda sana mambo ya masiasa okay, na mzee wangu ananisapoti katika hilo okay. Kuna mdogo wangu mwingine anayemfuatia anaitwa Salama, mm, yeye ni daktari na mzee wangu anamsapoti katika hilo mm. Kuna mwingine Miraji, mfanya biashara, mzee wangu anamsapoti katika hilo mm. Kuna wadogo zetu wengine, kwa mfano kuna dogo yetu moja mwi yeye, siku zote dream zake ni kuendesha ndege na mzee wetu anamsupport na sasa hivi sasa hivi yuko yuko Etihad huko anaendesha ndege eh, tunaye mdogo wetu ni, ni rubani yuko yuko Etihad huko aacha, eh, huko Abu Dhabi anaendesha ndege zile kubwa za abiria zile kubwa kubwa za abiria zile, eh, anaendesha nafikiri ni hmm. nafikiri ni Airbus 777 800 yale eh, eh, makubwa kabisa yale. Kwa hiyo eh, mzee siku mzee nikitaka hata kwenda Abu Dhabi eh. Eh, navuka maji tu hapo nakwenda zangu Zanzibar na mimi mzee, nachukua ride hapo ao bwana mdogo eh, kwa hiyo kwa hiyo. Ni hivyo kwamba hmm. mzee wetu ametulea katika misingi ya kwamba tuwe huru hmm. kufanya jambo tunalotaka. Elimradi tu jambo hmm. lile lio lina faida na wewe pasi kuangalia mtu mwingine kwa sababu unajua wakati mwingine mm. wewe Millard unaweza kufanya jambo, alafu mtu akatafsiri anavyotaka yeye mwenyewe. lakini mzee wetu ametuambia, sikiliza mm. wewe ndio unaifanya. kama jambo ni baya unafanya wewe, kama jambo ni zuri unafanya wewe mm. kwa hiyo kwako wewe concentration kubwa ni ujitahidi ufanye jambo zuri mm. ambalo wewe mwenyewe utali appreciate na hata watakaoangalia watali appreciate. umeona mm. lakini usikae ukafanya jambo ambalo mm. eti kwamba nafanya jambo ili Millard anione mi mzuri sawa. so, na kuna hii ya juzi pia vilevile vile ilitoka uh, uliandikwa kwenye gazeti, iliandikwa Ridhiwani achunguzwa, jina lake latajwa katika orodha ya wauzaunga, yeye azungumza, atoa kauli nzito kwa hadhari, mamlaka yatoa msimamo mzito yeah. Ni habari ya kweli? A, sasa unajua nini hiyo habari ilivyo mm. Mm. Kwanza kwanza kwanza kwanza, kwanza, kwanza labda, kwanza, labda, mtangazaji, nisingependa sana tulizungumzie jambo hili kwa undani lakini, mm. la msingi zaidi ambao nataka kujua ni kwamba mm. mamlaka inachunguza, au sio? mm. kwa kuchunguza, kuna mawili mm. watakuja kuona ukweli au watakuja kuona uongo. mm. Lakini mimi nilipoitwa kuhojiwa mm. na hao waandishi wa habari mm. niliwaambia kwamba mimi kwangu sina tatizo, kwa sababu unajua unapochunguzwa uzuri wake mmoja kwamba findings zitatoka. findings zitakapotoka <coughs> mi ningependa ziwekwe public ili watu wajue ukweli wa hayo mambo, kama, kama, kama, kama, kama Ridhiwani huyu anayesemwa ni kweli anauza au Ridhiwani huyu yeye ni anasaidia pesa <coughs> au Ridhiwani huyu yeye anashiriki vipi? maana, ma, ma, maana wakati mwingine najua <coughs> mtu anaweza akamua tu kwa chuki zake kwa kwa matamaa yake mwingine ambayo ayajui ya kuona kwamba wenzake, maana unajua tuna, tuna, tuna watu ambao walivyo wa asili yao wana mioyo kama ya wanyama, kwamba mtu anapenda amuone mwenzake anapata tabu. Mm, anaweza kaamua tu, aisee akakutaja akakunini. Sasa wao wachunguze; watakapojiridhisha, mm, mahakama mamlaka iwe tayari kuja kusema kwamba bwana, tumemchunguza huyu bwana tumemkuta na ushahidi huu au tumemkuta hana ushahidi huo. Hey, maana, maana, maana, maana, maana, sisi wengine tunaishi tuna na watu wengi mm, tunakaa na watu wengi tunakutana na watu wengi lakini la msingi zaidi, mwisho kabisa, hata kama mtu huyu anayefanya biashara hizo alikwenda akakutana naye au mtu huyu anayefanya nini, mamlaka zitoe conclusion yao. Na, lakini ni ni yaani ni kweli kwamba wanakuchunguza au umeshaitwa polisi au kitu chochote? Mimi kwamba kuchunguza, na uhakika. Una uhakika. kuchunguza wanachunguza kalawala hiyo aina shida hiyo, kuchunguza anachunguza kweli, lakini hawakuwahi kukuita polisi wala... ah, hawajawahi kuniita.